Nipende kumshukuru mama yetu rais wetu ambaye ametupa msaada wa hiki kituo cha afya lakini pamoja na kutupa kituo chenye gharama nyingi, bado tuna changamoto ya wauguzi, pia vifaa vya tiba na vifaa vingine vinavyo vinavyohusika na matibabu kwao. Anaweza akafika hapa mgonjwa akakosa vitende, wa, wa, wa, wale wauguzi waliopo akakosa vitendea kazi. Kwa kweli kituo cha afya kimetusaidia sana kutatua matatizo ya changamoto za tulizokuwa nazo, maana tulikuwa na umbali mkubwa sana kutoka, kutoka hapa kwenda kupata huduma Charangwa au Chunya ni zaidi ya kilomita 25 mpaka 30, lakini kujengwa kwa kituo hiki kimesaidia kupunguza zile gharama za kwenda kupata huduma sehemu za mbali. Labda tunaiomba tu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itusaidie kukamilisha kamilisha huu mradi wa hiki kituo cha afya ili wananchi waweze kuneemeka zaidi. Tayari kimeshafunguliwa, wananchi wanaendelea kupata huduma, lakini baadhi ya huduma bado hazijanza kwa sababu tuna upungufu wa vifaa tiba. E, sisi kama serikali tumeshatoa maombi. Kituo hichi sasa hivi kina watumishi kumi, watumishi nane kutoka serikalini lakini watumishi wawili kutoka kwenye mradi, lakini kinaendesha huduma za wagonjwa wa nje watu wanatibiwa, na pili vile wagonjwa wachache hapo wanajifungua. Lakini sasa hivi tunakaribia, tutapata vifaa tiba kwa ajili ya kuongeza huduma kwa wagonjwa wote ambao walioko karibu eneo hili la Sangambi. Lakini swala vifaa ambao ulisema, nakumbuka tulikuja hapa na waziri Mchengero na mimi nilikuwepo, aliahidi milioni 300 kuleta hapa vifaa, kwa DC na timu yako, kwa hiyo fanya ufuatiliaji na sisi pia tutamfuatilia waziri Mchengero ili vifaa vije haraka, watu wetu waendelee waendelee kupata huduma hapa. Kwa aliongea kwa moyo wa dhati na tunamshukuru sana Waziri Mchengero alikuja mwenyewe hapa na alipongeza chikituo na aliahidi kwamba ataleta hizo vifaa vya milioni 300. Na mnakumbuka usumbufu na adha tuliyokuwa nayo. Wananchi wanachangishwa michango, wananchi mnakimbizwa na mgambo, wananchi wanakwenda kukamatia mbuzi, magodoro na kila kitu, si ndio? Hali hiyo ilikuwepo nyuma tulikotoka. Baada ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuingia ameamua kutafuta fedha na kuleta fedha za kuja kujenga hapa bila kuwabughudhi wananchi, na haya yaliyoelezwa na madaktari hapa yalikuwa yanafanywa rufaa. Kuna huduma zilikuwa zinatolewa rufaa, leo tumeelezwa hapa kwamba zitakuwa zinatolewa hapa hapa. Kwa hiyo imekupunguzia nauli. Tumejionea wote bila mashaka kwamba fedha zilizokuja hapa zimefanya kazi vizuri. Mama Samia yuko serious na huduma za watu. Tunampongeza Dr. Samia Suluhu Hassani kwa mchango wake wa kujali afya na tunawapongeza wananchi wa Chunya kwa kujali afya zao.